Ni mahadi. Unajua kuna mafao na ahadi afan umeshaambiwa, aa mtu mm. akipata ulemavu wa kudumu analipwa mpaka atakapofariki. Kwa ajili, kwa ajili ambao, ambao mm. mm. mzigo mkubwa wa ajali za nyuma aaa alafu tukawabebesha wao, mnajua umekuwepo kwa muda mrefu WCF ndio kwenye hii miaka kumi mm. tumekwendaje tu, tu yeah? Kuna pahala tulielemewa kama mfuko mm. uh, yani ile yani michango dhidi mm. ya tunachokitoa, mm. kwa sababu najua mmekuwa me, me, mkitoa elimu kwa kiasi kikubwa sana yeah. Sitaki kuamini kama kuna mtu amepata ajali alafu hajui kuhusu mfuko Right. Karibu sana kwenye Credit Info Fireside Chat. Mazungumzo haya yanaletwa uh, mimi nikiwa na wageni wangu. Niko bado na watu wa WCF ambao wanatimiza miaka kumi na leo nimemleta James Tenga, ni mkuu wa kitengo cha takwimu na usimamizi wa hadhari. Hivyi vyeo vingine mpaka ukikisika ukaingereza ndio kidogo unakielewa. hiyo Kiingereza yenyewe pia bado sio rahisi sana. Karibu sana. Mambo yanakwenda vizuri hivi. Tuanzie wapi? Mambo yako mengi sana. Hivi na nyinyi wenyewe pia mnakuwa mnalipiwa lazima na, lazima ni muhimu miaka kumi ilivyoanza. Before that, mimi mwenyewe uelewa mkubwa, naangalia hata ndugu zangu na jamaa zangu hebu nataka tuanze tukae kwenye eneo la uhimilivu wa mfuko, uhimilivu, stahimilivu, vyovyote lakini, uhimilivu kwa sababu panapokuwa na mifuko kama hii uh, uh, James, maana yake ni kwamba watu wana watu wanachangia hela kweli alafu kuna hela zinatoka zinalipa fidia. Ndiye. kuna mazingira kinachoingia kinaweza kikawa kingi kuliko kinachotolewa, lakini kuna mazingira kinachoingia kinaweza kikawa kidogo Ndiye. kuliko kinachotoka. Yaani mfano tukijisahau tukawa tuna ajali nyingi sana sehemu za kazi Ndiye. pale pale inapotokea hatuchukui tahadhari na ajali nyingi sana, ukipiga uh, hesabu ya sifuri nukta tano hmm, inayochangwa na mwajiri hmm, kwa kila mfanyakazi uh, kwenye ule mshahara wake hmm, ukilinganisha na anacho anachokuja kulipwa kama fidia hmm, unakuta bado ni, ni mbingu na ardhi hapo hmm. Hivi mnafanyaje kwenye ku, kwanza kubalance hmm, ili hiyo sustainability, sijui kama ni, ni sahihi kuliweka hilo neno hapo, lakini mambo yaende neno sahihi hiyo ni kazi moja jukumu kubwa sana ambalo nalifanya pale kwenye ofisi. Mm-hmm. Na neno umetumia vizuri sana, uwiano. Mm. Sisi pale tunachokifanya tunaangalia, tunasema tuna balance equation eh. Uh-huh. Katika maeneo makuu manne. Okay? La kwanza, mm-hmm, contribution collections. Yaani ile michango ambayo michango inayopokelewa. Sawa. Hiyo asilimia ngapi, 0.5 hiyo tutaje kutaje kuizungumzia, kwa nini tulikuja hapo. Sawa. Mm-hmm. Na cha pili mapato ambayo yanatokana na uwekezaji. Mfuko huu una kisheria yake unaruhusiwa kuwekeza hiyo, kuna kuwekeza okay. Mapato fulani ambayo yanatokana na uwekezaji ana support kwenye income za mfuko. Hapa nitakuja sana tuka hapa kwenye uwekezaji yeah. Upande mmoja huo, ni upande mmoja wa equation, upande wa sawa? Uh -huh. Pili sasa tunarudi kwenye mafao yanayolipwa, mm. okay. Ile kama hizo mafao yenyewe yanavyolipwa lakini ukisoma fao tu na ile ahadi, cha muhimu hapo ni ahadi. Unajua kuna mafao na ahadi, sio? Unajua kwa sababu kwa mafao yetu ndani umeshaambiwa kwamba mtu akipata ulemavu wa kudumu analipwa mpaka atakapofariki. Unaelewa? Kwa maana yake ningepata ajali mimi leo, ndio ambao nitalipwa leo, nitalipwa kwanza mwezi ujao, nitalipwa mwezi unaofuatia, si ndio? Lakini umeniahidi kwamba utanilipa mpaka nitakapofariki, si ndio? Kwa hiyo tunapomaanisha kwamba hata tunapo serikali sasa hivi tuseme inaamua labda kwamba bana kuanzia mwaka fedha ujao Safe, haipo tena. Sio mimi ambaye tayari ushaanza kunilipa hapa, ile ahadi yangu ujue haifi. Du. Hiyo sikuifikiria hiyo. Eh, hiyo ahadi yangu mimi bado iko pale pale kwamba baba mimi ulinaidi kwamba mfuko utanilipa mpaka nitakapo, mm, nitakapofariki. Kwa hiyo hiyo pia, na yenyewe ndiko katika upande wa pili. Kwa hiyo pale kwenye upande wa pili tunapoangalia mafao, tutaangalia tutalipa hii pamoja na ile ahadi, mm, ambayo tumeweka kwamba mtu nitamlipa mpaka atakapofariki. Kwa hiyo hapo ndiko uwiano unapofanyika hapo. Eh, sasa hapo pia, nakuja pia na gharama zile za za uendeshaji. Kwa hiyo ndio sema mfuko huu uh, basi ufungue ofisi, usijifanye hivi nini. Tunaangalia pia katika huu uhusiano, lazima kuna uhusiano fulani na kuna hizo gharama za uwekezaji. Kwa hiyo ndio maeneo manne ambayo tunaangalia. Mapato, ile kwamba mapato tutokana na hii michango mm, uwekezaji, mapato, uwekezaji, alafu pande ya pili tunaangalia mafao pamoja na ahadi za mafao, alafu pia tunaangalia zile gharama zingine za uendeshaji wa mfuko hivi. Na uzuri uh, kwa mfano kwenye miaka kumi hii hmm. Picha ya miaka kumi inaweza kuwafanya mbashiri miaka kumi ijayo eh? Mwenendo kabisa. Wake ni kweli kabisa. Uh, ni kweli kabisa manake, katika maeneo yote haya kitaalam uh, kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii yote kuna kitu ambacho tunaita actuarial valuation. Pale mwanzoni nilisema jina langu ingeza inaanza na actuarial study. Masudi, ni study ambayo inaangalia uhai mm -hmm. wa mifuko ya hifadhi ya jamii a jamii lakini pia kifedha ndio, mm -hmm. katika ya kipindi ambacho ya muda mrefu kwa sisi kwa mfuko wetu, kwa mfano sisi WCF, uh, kutokana na miongozo ile ya ILO shika kazi duniani, lazima sadia yetu tuangalie kisi, wa kipindi ambacho kisiwe chini ya miaka 30, kwa tunaangalia ule uyayo wa mfuko katika kipindi kisicho chini ya miaka 30. Sasa ili kuweza kupata kufanya ubashiri wa hii kitu lazima tuweze kujua huko nyuma tulianzaje tunaendaje mm. Tunakuwaje katika maeneo hayo yote kwenda, okay. Na, na kama kama ulivyo ulivyo introduce mwanzoni pale mwenyewe kabla ya namba zote hizo mm. Je, yeah, hiyo prevention ni ajali zikoje? yes Yeah, na ndio maana ukiangalia katika baa namba sustainability hii mifuko inaanza na na kinga mm. na prevention na ndio maana ukiangalia structure ya hii mifuko ya ya fidia inakuwa katika maeneo makuu matatu. Ya kwanza kabisa tunaongelea prevention mm -hmm. kama kinga, kinga. tuzuie zile ajali zisizo yes Yes. Zikiwa nyingi Chapili, ta kiwa na hela uh kiasi gani? kama -huh. Osema mwenyewe vizuri, cha kwanza cha pili, tunafanya rehabilitation ikiwa na maana gani? Tunalinda mtu nguvu kazi kama tunavyosema kwamba mtu maybe kwamba amepata changamoto fulani anashindwa kuendea ujuzi wake, basi mpe ustadi tofauti ili mtu aende kufanya kazi sehemu nyingine, kwanza unalinda nguvu kazi lakini cha pili sio nguvu kazi tu, lakini akina nguvu kazi zaenda kuzalisha kule endelevu. Mchango ukiwa na mzigo mkubwa sana, tunamlipa afu naye wala, lakini anapofanya kazi kule, kuna mchango pia unarudi, kwa hiyo inapunguza mm. ile, nani, katika katika mfuko hii nani, mnajua umekuwa kwa muda mrefu WCF. yeah. kwenye hii miaka kumi mm. tumekwendaje tu, tu yeah. kuna pahala tulielemewa kama mfuko mm. uh, yani, ile yani michango dhidi mm. ya tunachokitoa, mm. kwa sababu najua mmekuwa me, me, me, mkitoa elimu kwa kiasi kikubwa sana yeah. sitaki kuamini kama kuna mtu amepata ajali alafu hajui kuhusu mfuko, kwa sababu maadamu mwajiri anajua yani hata kama yeye hajui, lakini atajikuta tunaambiwa hii kitu itagharamiwa. Tumekuaje kwenye hii miaka kumi? yeah. Sa, kumiku... au kama unaweza ukataka ukaivunjavunja, yani miaka mitatu ya kwanza ilikuwa hivi miaka mitatu, tatu tatu tatu tumekwenda kwendaje? yeah. mm. tu Mhm. Hatukulipa. Ah, okay. He, na na ukiangalia hiyo kimsingi, kwa nini, kwa sababu gani hiyo? Tuweze kwa maana tusingeweza kulipa by the way. Eh, kwa nini unaujaza una mfuko? Unajaza, eh. Okay. Kwa na mfuko atakuwa tuko na mwaka mmoja mzima ambao sisi tulikusanya tu ile fedha. Sasa bila kuweza kulipa. Na ile ilikusaidia kwa sisi ndio tuanze kuwa na na kitu ambacho tunaweza tukaanza, kama hii ndio BZF sisi tuweze kufanya hicho. Mm. So pamoja na ile kwamba pia tuliwekeza pia. Yaani ile tuliipata pia tuli, keza, pia. Yani, lele, tuli, pia, tuli leo mwaka mmoja hapo, mwaka huo wa kwanza ilipofika Julai kumi na sita na, na Julai mlianza mlianzia pale pale Julai au mlikuchukua ya nyuma? Nyinyi mlianza kumi na tano na mwaka mzima hamkuchu, hamkulipa. Mlianza Julai, mlianzia Julai, Julai mlianzia pale Julai kwenda mbele, ndio sisi ajali zote zile ambazo zilianzia Julai kumi na sita aha, ndio tuanze kuzilipa. Okay, eh, kwa zile ajali ambazo ni za nyuma za hapo tuko au kuzibeba, kwa ulianza nazo zile Julai ambazo kuanzia kuanzia Julai kumi na sita kwenda mbele utazilipa. Kwa hiyo kwa kastadi yako ile tulienda, kwa hiyo kuanzia Julai kumi na sita na ile kumi na sita na kumi na saba kumi na nane tulitumia kama kipindi fulani hivyo ambacho ukiangalia awareness bado kwa ndogo inakuwa, lakini pia sisi tulitumia kipindi kubwa sana cha kustudy kuweza kujua pattern zikoje za malipo ya fidia katika jengo hili. Mm. Na ukiangalia kipindi kile viwango vya uchangiaji vilianza ilikuwa liku, liku, asilimia moja kwa waajiri wa uh, sekta binafsi mm -hmm. rasmi, na kwa katika sekta umma ilikuwa 0.5. Mm. Na ukiangalia kwa nini ilikuwa vile, kwa sababu tu kwamba kwa historia huko hii mifumo miwili ya uchangiaji kabla mfuko hujaanza ilikuwa katika maeneo mawili tofauti. Kwa kwamba kwa katika public sector walikuwa wanalipiwa utumishi, ndio kwa anasimamia mtu kufanya majanga akienda utumishi, basi kuna utaratibu ambao wanalipo lakini, katika private sector hii sekta binafsi walikuwa wanaenda kwenye ofisi ya idara ya kazi, na wengi watakuwa nakumbuka, ile mtu akitumia anaenda kwenye ofisi ya idara kazi, kuna fomu anajaziwa pale za assessment, ambapo ukiangalia kama fomu letu hizi za zenda, lakini sababu kuna mfuko alikuwa anajaziwa pale, basi anapata stake yake ni nne. Sasa kutoka pale ile anampelekea mwajiri, mwajiri amlipe, kwa mwajiri akawa anamlipa kwa staili ile, kwa ukiangalia zile zile taarifa zile, yani takwimu zilikuwa zimekatika maeneo mawili, kuna sekta binafsi peke yake za za mm, kwa kwa, kwa ile a kwa kwa, kwa kwa, ya mwanzoni ile mitatu ya mwanzo tulikuwa tuna kelele nyingi sana ile kwa ajili kwa sekta binafsi asilimia hospitali moja hizo hospitali ambazo serikali inazifanya designated hospitals. tunafanyaje kwa unakuta pale kuna wafanya kazi mtani ya binafsi lakini sekretari imefanya design to office. Kuna wafanya kazi ambao ni wameajiriwa na hospitali pale, na kuna wafanya kazi ambao wameletwa, wanalipwa na serikali, ndio sasa mchango wao to ulikuwa tofauti. Sinaona hiyo baadaye ikaja, lakini ikap, ndio ikapelekea ikabadilishwa. Eh, kwa sasa baada ya baada ya study ya miaka mitatu ya mwanzoni ndio tukafanya hiyo actual evaluation study ya mwanzo. Kwa safari yenu maana yake yaani, ime ime yani ni safari ambayo ilikuwa inahusisha shule, kujifunza, kubadilika, kubadilika, si ndio? na bado, na bado inaendelea kwa sababu unapopanga jambo mezani ni tofauti na ukienda field ukianza kulifanya, ndo unaona kuna kitu tofauti e, maana unajua hivi vitu Masoud, kama unavyosema, tunapanga milivu na hizi ahadi tunazozitoa, tunaongea maisha ya binadamu hapa. Kwao <laughs> lazima lazima uwe katika hiyo steji ambayo kweli unaendana nayo vizuri. Umeona, kwa mfano tu labda niseme kitu kimoja, tunapanga hivi viwango vya michango hapa, tukaanzia katika eneo hilo tu. Kuna vitu ambavyo tunaviangalia sa ambavyo hapo enyewe kuna vitu kama vitatu vya msingi ambavyo tunaangalia. Cha kwanza kabisa ni hiyo uh, mafao ambayo tunalipa kwamba stahiki ile mafao inatolewa. Mm uh -hmm. -huh. Sio? Ya weje, yani ile mafao yake ili iweze kujikizi katika hicho kiwango ambacho kiko sahihi. Tunaposema fidia stahiki, ile ndio stahiki ina vitu vingi ndani yake, sio? Uh -huh. Kwamba sawa, ina ile ulemavu wako, lakini pia kio unachotoa unacho kipata kio kina kio kina tija, yani uh -huh. Kuna msingi fulani. Nisikulipe uh -huh. tu kitu na kulipa tu nimekulipa, lakini ukirudi mtaani hakisaidia wote kama tunaongelea adequacy uh mhm -huh. ya yale mafao tunatoa. Kwa hiyo uh -huh. hiyo ni kitu kwanza ambacho tunakiangalia. Lakini cha pili ambacho pia ni cha muhimu zaidi, sio? Tunaangalia pia tusibebeshe watu mizigo. Kama tunavyosema mfuko analipa waajiri, sio? Lakini kumbuka kwamba hizi teknolojia na zenyewe zina effect kubwa sana katika ajali. Mhm. Uh -huh. Sasa sisi kama mfuko tukiangalia, tunaangalia waajiri kama tunavangalia generation ya binadamu. Sawa? Uh -huh. Kwamba tunasema waajiri ambao wako kipindi hiki. Sawa? na teknolojia ambao wanaitumia sasa hivi kuzalisha inazalisha ajali nyingi kiasi hichi, si ndio? Kwa ajili kuna ajili ambao watakuja kuingia 10 years to come, kama ulivyosema sasa hivi. Kwa ajili ambao, ambao watakuja waingia 10 years to come mm, teknolojia ishabadilika, umeona mm, wakiingia pale wasikute basi kuna mzigo mkubwa wa ajali za nyuma zile ambazo wao wamezichangisha, halafu tukawabebesha wao, umeona yeah. Kwa hiyo tunavyopanga viwango vya uchangiaji tunahakikisha kwamba, ndio maana anasema kwa kwa pale kwamba sio kwamba tu kulipa hivi, pamoja na ile ahadi mm. kwa hao waajiri wa sasa hizi ambao wafanyakazi wao wanapata zajali kutokana na teknolojia sasa hizi wa basi waweze kulipa mtango saizi, na pamoja waweze kubeba lile jukumu la ahadi la ambayo huyu mtu anaweza kumlipa nao kwenda mbele, ili waajiri wanaokuja huko mbeleni kama mazingira yanakuwa sasa hizi, basi usiwabebeshe mzigo mkubwa zaidi mm. waendelee kutokana na teknolojia hiyo jinsi inavyoenda. Ina kuna mwaka mlitaka kuyumba kidogo As, as, <laughs> e, e, kwa kusema kweli sisi tumeanza vizuri sawa okay. Hiyo ni moja lakini cha ja, pili pia kama ulivyosema pia pia ile uelewa mwanzo ni kuwa mdogo mtusaidia mm. Umeelewa kusema kweli kwa mwaka wa kwanza kama kweli tunge ingetokea ile massive namba ambayo ingetokea mwanzo tungeweza kidogo kufanya nini lakini lakini hatujafika kutaka kuyumba. Mwaka kwanza ukiangalia madai tuliopokea yalikuwa mia saba sabini na saba so, tu sawa okay. lakini sasa hivi tunazungumzia madai yanakuja mpaka elfu sita na, na uh. elfu sita 5, 5, 2, sti, sti, sti ilo, vuenda, na ngapi na kitu umeona, kwa hiyo ukiangalia katika stage ile tunavyoenda, kwa hiyo pamoja na ule ule mdogo, lakini pia alitusaidia na sisi kuweza kujenga muscles uh. na kuweza kwenda kulipa hiyo vizuri kwenda huko mbeleni, mmeshapata kuwasikia hawa Credit Info um, kwa maana ya kwamba credit reference bureau mm. namna ya mnavyoweza kufanya nao kazi kwa sababu kila watu wengi ambao wanakuja kukaa hapa nikizungumza nao mm, unayaona mahusiano mm, yani mwingine anakuwa hajui, lakini ukimwambia anasema okay anasemak. Kwa mfano tuli nipata nafasi ya kuzungumza na mkurugenzi wa Tantrade mm. Uh, Tantrade wao wanazungumzia masuala ya biashara za ndani na nje ku promote mm, biashara zetu mm, na Tantrade wao mteja mtu wane, yaani yani, sijui ni mteja au mdau wao mkubwa. mm. kimsingi ni mfanya biashara yeah. ambapo ishu ya kukopesheka kuto kukopesheka ina athari kubwa sana okay. kwenye kukua kwake mm -hmm. Kwenu ninyi, kuna namna ambayo mnakwenda kuiona, mnaweza mkaja mkafanya kazi au mkataka kujua zaidi kuhusiana na credit info? Uh, ni kweli, uh, kama ulivyosema, uh, sisi, unajua ni swala la kisheria. Sheria yetu sisi ni swala la lazima eh? uh -huh. kwa waajiri wote kwenye Tanzania bara kujiunga uh -huh. Mm. Sasa, credit info kama ulivyosema tupata kusikia na walipeshapata kuja ofisini kwetu kidogo, mm. Kufanya majadiliano namna gani nafanya nao kazi bora. Credit info ni moja taasisi ambazo sisi kwetu tunaweza kutusaidia na sisi tukawasaidia wao. wow. okay. Yani, kuna hiyo micho tukaipata cha. mm. Kwanza kabisa, ukiangalia kwa sababu sisi kwetu tunataka waajiri wajisajili kwa mujibu wa kisheria, umeona. mm. Hasa na Credit Info, kwa tunajua kwamba waajiri wengi wanataka mitaji. Mm. Sio? Ndio. Mm. Na wakitaka mitaji, mara nyingi mitaji wenda kuchukua nyumba benki. Mikopo no inahusika. Hey, yes. Na no mikopo no Kwa hiyo kuna, kuna kuna maeneo ambayo kama Credit Info wanaweza kutusaidia na sisi kwamba bana wakaweza kuangalia kule bana huyo mtu huyu uh, mtu anakopesha sana lakini kuna WCF nayo bana. Kwa hiyo mm. naweza kwa tunaweza kutuongezea na sisi ile voluntary compliance ikaongezeka, waajiri kuanza kuja moja kwa moja kuja katika katika maeneo yake yale kwao kuna maeneo kama sisi tunaona tunataka kuleta faida kwao moja kwa moja mm -hmm. Lakini na sisi wanaona tunataka kuwasaidia credit info pia vile, vile. Mm -hmm. Unaelewa kwamba bana, sababu unajua nao pia wana certify wa mtu apewe mkopo yeah, si ndio? Lakini wakija kwetu, unaweza kuchungulia bana, huyu mtu huyu jamaa anaomba mkopo, lakini je, kwenu ukoje? Mm, ana comply ehe, ana comply, anafanya hivi kwa, na pia inapata ile assurance katika maeneo hayo mawili. Kwa hiyo kama unavyosema, najua kuna mazungumzo tayari walishaanza, sijui katika level gani, lakini ni moja ya taasisi ambazo iko ndani ya spirit yetu ambayo inaeza kuzifanya mm. katika strategic plan yetu. core value kubwa ya WCF ni collaboration. Unaona eh, kwa nini tunasema collaboration? kwa sababu tunaelewa Tanzania, Tanzania ni nchi kubwa. Yeah. Tanzania ni nchi kubwa sana na mm. mandate ambayo tumepewa ni kubwa sana. Kubwa. yes. eh, sio tu kwenye kukusanya lakini hata pia kwenye kutoa hizo matumaini tofauti. Kwa hiyo mm. tunafanya sana ma mashirikiano na taasisi mbalimbali katika kuja kuifanya kama Credit Info ni mtu ambaye tunaona kabisa kwetu, sisi kwetu ni strategic partner mzuri ambaye tukafanya naye tukasaidiana kwa kuna win win situation mm. kwa lazima sasa mambo mengi, kuna unafanya masoko, maya, kuna mambo mengi ya kuangalia oh, binafsi wao kule mm. tunajie tukafanya vizuri bila kuvunja sheria, bila kuathiri, bado tukae kwenye eneo la uhimilivu mm. asilimia 0.5 mm. kuna, kuna namna huwa mnapata kuna namna mnazisikia kelele kidogo za kumwongeze fidia, hmm. Uh, au yote mawili yanahusika, kuna, hmm. kuna namna kwenye hili ene, eneo la uhimilivu hmm. yani mfuko kuweza kubeba hmm. kuhimili vishindo vya vya, vya vya kazi ambayo mnafanya hmm. kuna wakati mnasikia kelele za kutaka fidia iongezeke hmm. na kuna wakati nyinyi wenyewe ndani yenu mna, hmm. mnafikiria Aidha, kupunguza fidia au kuongeza asilimia hmm. Kwa sababu mlipoanza, nakumbuka mlinambia mlianza na asimia asilimia moja kwa sekta, sekta binafsi hmm. alafu sekta ya umma nusu yake, manake yakafanyika yaliyofanyika yeah. yeah. Yeah, wakawa Tukazawa. level moja, lakini kwa maana wale walishushwa chini du, du, nchi idadi ya watu inaongezeka na hiyo ndio hatari ambayo naiona hmm. yani, yani idadi ya watu inaongezeka hmm. um, namna ambavyo nchi inafunguliwa sawa, biashara zinaongezeka kweli kabisa. Nikisema biashara zinaongezeka, maanake hizi ni taasisi makampuni haya, maanake waajiri wanaongezeka, maanake waajiri hawapungui, kweli wanaongezeka, ndio. Na mbaya zaidi, maendeleo yanaleta hatari hivi. Unajua, unajua James, mtu ambaye alikuwa mtu ambaye alikuwa anagongwa na gari kwenye barabara ya vumbi Mkweli, barabara mbovu kuumia kwake ni tofauti na mtu ambaye anagongwa kwenye barabara ya lami, kwa sa, sababu kwenye barabara ya lami mtu anakwenda spidi sitini mm. sabini mm. kwenye barabara mbovu, barabara haimruhusu kwenda spidi kubwa, kwa hata akigongwa. Mkweli. Kwa hiyo unaiona hiyo, unaona huo uwiano wa maendeleo yanaleta hatari pia, maanake maendeleo, maanake tuna uhuru wa kuzaliana Mkweli. Idadi ya watu inaongezeka kwenye kuijenga nchi, biashara zinaongezeka Uh, lakini hata, wakati biashara zinaongezeka wachangiaji wako wataongezeka, lakini hatari pia inaongezeka ina hmm. mmeshawahi kukaa kawa mnawaza hmm. kwamba aidha huku kelele za fidia hmm. ziongezwe kutoka kwa sisi ambayo tunaathirika, lakini huku na nyinyi mnasema hii michango hii hmm. iongezeke kutoka hmm. 0.5 iongezeke hizo hizo, mnacheza mna nazo vipi? Eh, ni kweli mwenye Masudi, kama unavyosema ni kweli. Moja ya changamoto kubwa hapo. Unaongelea pande wawili hapo, mm. ndio, kuna wafanyakazi na mm. waajiri, ndio, ndio hizo ni makundi makuu mawili sio? Kwa wafanyakazi ukiongea nao utakwambia basi tuongezee pigo. Eh? Kuja kwa waajiri punguza, atakwambia wewe tu tuzidi kupunguza ile mambo yaende. Unaona? Kwa maana ule uwiano ni muhimu. Yaani, kwa na uwiano katika maeneo hayo ni muhimu katika ambapo ni ngumu sana a, lakini ni ngumu lakini kitaalamu ni rahisi kufanyika pia. Okay. A, kuMasudi, kwa maana anaanza kwanza mwanzo nasema kwenye kuongeza fidia uh, unajua jinsi ilivyotolewa hivi, labda niseme kidogo pia hapo, tofauti na mifuko mingine ile pensheni. Sawa. Unajua mafao yote tunasema fidia, sio? Na waajiri wanachangia, kuna tofauti fulani. Labda tuanze ile matibabu. Sio? Tunaposema si mtu akipata ajali lazima kwanza mlipe matibabu yake. Sawa. Tofauti inakuja hivi. Kwa mfano sasa hivi unajua wewe unaweza kuwa na bima ya afya, una bima afya yako mwenyewe either kampuni yote ambayo unaitumia sawa, uh. Na mwenye na bima afya kutoka serikalini na bima afya ya NHIF. Unielewa? Ile bima afya ya NHIF kwa kwangu mimi ile kwa NHIF ile ni benefit package. Yaani ile ni benefit package ambayo tunayo ambayo tunajipimia, bwana ananiambia, ah bwana, nitakupa huduma hii, nitakupa hii, nitakupa hii, nitakupa hii. Kwa hiyo ni rais atamwambia NHIF kufanya nini? Ku-adjust kutokana na kuchangia ambayo mimi ninao. Mm. Sawa? WCF ni tofauti. Ile ni fidia. Kwa hiyo pale, ile ni liability tuseme. Wewe, Masudi umepata ajali. Siwezi kuweza kusema nakupangia, ah, kwa sababu wewe umepata ajali yako basi nikifanya hiki hapana, mm. Ile mimi inabidi nikurudishe katika kama... hata kuangalia umechanga miezi mingapi? Kwa hiyo siwezi ku structure ile kama nan tofauti. Kwa hiyo ile, ile market kwangu mimi nina ni jukumu la kucompensate kukufidia ile matibabu yake. Kwa hiyo siwezi kuipunguza ile, mm. mimi napunguza basi matibabu nitafanya mm. hivi siwezi pale pale mm. mm. pale Sawa. matibabu mpaka pale ambapo inafuta swala la fidia, swala la mchango kushuka mwenyewe. gharama za matibabu zinaongezeka sana. Yes. Kutokana na teknolojia. Yeah kutibu yeah, yeah. Kitu kile kile MRI mguu tu kwa kwenda CT scan, utaambiwa ni teknolojia, si ndio? Kitu kile kile, lakini gharama mm. kwa zinaongezeka zinapanda, tunaita medical inflation. Sasa hiyo sisi kwetu ndio kitu kikubwa sana ambacho tunakiangalia kuliko hata ile ongezeko la idadi ya ajali zinazotokea, okay, umeelewa? Kwa sababu hizo ndio zinaweza kutuua Ala kwa hiyo na na, manake unakuta tafiti zinakuwa zimefanyika, sisi tunafikiri ajali ndio tatizo, lakini nyinyi mnasema bana, teknolojia hii imeongeza gharama. Yes, kwa sababu kumbuka ni kitu ni kile kio tuna consultation utachunguzwa utapewa matibabu, gharama ya uchunguzi inaongezeka unaona, kutokana na teknolojia inavyokuja, hatukatai teknolojia inakuja inasaidia, kwa hiyo katika hiyo kuna factors nyingine ambazo tunaziangalia, ambazo lazima sasa sisi tuweze kuziangalia na hiyo kitu ndio tulikuwa tunasemea. Kwa hiyo tukisema cha kwanza hapo, cha kwanza hicho tuseme kwamba, kwa hiyo wanapokuja watu wengi sisi kwetu tunaona ni fursa, kwa sababu kama ulivyosema sisi tunapaka kwenye kwenye mfumo wa insurance principle. Kwa wachangiaji wakiwa wengi inazidi kustabilize huko okay. mone kwa pia tunaangalia hicho lakini pia tunaangalia uchumi, hali uchumi ukoje kwenye nchi mm. mm. Uchumi wetu unapozidi kukua kwa maana hata zile returns zinaongezeka, okay. Kwa pia tunatarajia hata ile mishahara ambayo wafanyakazi wanalipwa na nyewe pia ina inaongezeka inaongezeka, na ikiongezeka e, e, maana yake mm. asilimia e, inabaki pale lakini maana yake inakuwa lakini ile, yes, yes. Wola, kwa hiyo kuna hizo kama unazipata katika katika minajilio mm. kwa tunapata katika hizo minajilio lakini kwa vitu ambavyo ni vya msingi vya kuongezeka, ambavyo watu wanalalamika, lazima ziwepo. mm. Tumezungumzia hapa kwamba mtu analipwa pensheni ya kila, yani, ile malipo ya kila mwezi. Ndio tunaogopa kutumia neno pensheni kwa sababu mm. wazee wetu wana challenge sana kutumia neno pensheni. <laughs> Unaona? Sababu wenyewe tunazungumzia watu ambao labda, Masudi ni kukwambia, ukiangalia katika watu ambao tunawalipa hizi malipo ya kila mwezi, wengi ni vijana kama sisi. mm. Sawa, eh? Yani asilimia 62 ya watu ambao tunawalipa mafao ya ulemavu wa kudumu kila mwezi wapo kwenye kundi la miaka 26 mpaka 45 kwa sababu ndio wafanya kazi yule zaidi. Zaidi. Ah, okay. E, mtu ambaye ana miaka ishirini na sita mguu wangu, maisha yako pale, kuilinda pale, James, mnafanyaje? kuna yeah. yeah. like, mm. na namna ambayo mna review, kila baada ya muda fulani Based on kushuka kwa thamani labda ya shilingi, kupanda kwa gharama za maisha na vitu vya namna hiyo, na tunafanya hivyo kwa kuangalia kwa tunachokiangalia, kwa kwa ni kwamba kila baada ya miaka mitatu tunafanya zile study, actual study, ambayo inafanya na mtu mwingine, basi anakuja na pendekezo hilo la kuweza kuangalia na kitu kubwa ambacho tunakiangalia pale tunaangalia ule mfumuko wa bei mm. Yaani zile price index zimekuaje? Kwa thamani ya mfuko ambao unao sasa, hizi sasa una lazima uweze kuzidi thamani ya mafao tunayolipa, na zile ahadi ya kuwalipa watu mpaka watokapo ondoka. James Tenga, ni kushukuru sana. Asante, huyu ni mkuu wa kitengo cha takwimu na usimamizi wa hadhari kutoka mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Tulikuwa tumekaa sana eneo la la la uhimilivu wa mfuko, kuangalia ile uwiano ule wa tunacho kinachochangiwa na waajiri dhidi ya fidia zinazotoka. Nilimbana kidogo hapa, nikamuliza kama kuna kuna mwaka walishawahi kuhema mm. <laughs> kama mm. anambia hapana, wamekwenda vizuri. Kwa naamini kama kwa miaka kumi tulikwenda hivi, basi huko tunakokwenda vile vile ni kuzuri, kwa sababu bado fursa za, za biashara zinazidi kufunguka, ina maana waajiri wanaongezeka. Uh, ukiangalia takwimu utaona kabisa idadi ya makampuni yaliyoko leo hmm. si sawa na idadi ya makampuni yaliyoko mwaka 80. Kweli leo yameongezeka, yeah. which means hata kesho itaongezeka zaidi. Ni kushukuru sana James, kwa muda wako asante sana. Hongereni tena kwa mara nyingine kwa miaka kumi, uh, endeleeni kupiga kazi nzuri. hmm. Uh, hatukukaa sana kwenye eneo la wenzio, sijazungumza nao kuhusu mapungufu yeah. lakini naamini wenyewe pia mna mifumo ya kupitia mapungufu na kuyafanyia kazi okay, especially linapokuja swala la madai pale mtu anapoanza mchakato wa kufuatilia madai yeah, yake yeah. Nataka kuamini hilo mnalichungulia kwa kiasi kikubwa sana kuhakikisha, okay, kama malalamiko yanapungua na mnawafikia watu wengi ndani ya muda mfupi sana yeah. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kukuletea programu hii ya Credit Info Fireside Chat, mimi naitwa Masoud Kipanya , nikutakie mambo mazuri yanayokuja. Asante sana.